Mekutana na mjumbe maalum Stephen Witkoff na mkwe wa rais Donald Trump Jared Kushner. Ziara hiyo ya Israeli inalenga kufanya makaguzi uh, juu ya maendeleo ya utekelezaji wa mpango wa usitishaji wa mapigano uliopatikana siku chache zilizopita. Wajumbe hao wanaizuru Israeli saa chache baada ya Israeli kutangaza kukifungua tena kituo cha upitishwaji wa misaada ya kibinadamu cha Karin uh, Shalom, baada ya kufungwa siku ya Jumapili kwa madai kwamba Hamas walikiuka makubaliano ya usitishaji wa vita yaliyosainiwa na kushambulia wanajeshi wa Israeli waliokuwa kusini mwa Gaza na kufanya mauaji ya askari wawili. Je, yes, kwanza e, kinachoendelea <laughs> Mashariki ya Kati Bwana Mtei? Mm. Ningona tazama hapa jana na na leo kwamba kwanza kuna hatari mm. ya kuvunjika kwa makubaliano. Na walizungumza siku ya kwanza e, kwa naamini na makubaliano haya hata Ay Ay Ay Ay kwa nini sana ya yatafika. <laughs> Haya makubaliano ya Hamas yana maswali mengi sana. Tangu wamekubaliana ni siku tisa paka sasa lakini mpaka jana Israeli ameua zaidi ya wa Wapalestina mia maana sasa mpaka jana mm, Israeli wanalaumiana kwamba huyu anakiuka makubaliano na huyu okay, anakiuka makubaliano. Sasa swali msingi kujiuliza ni kwamba, okay, je, Waisraeli wapo tayari kuishi na Wapalestina? Hiyo ndo suala la msingi la miaka yote. Waisraeli wawo wakina Netanyahu hususan hususani chama cha Likud mm, wapo tayari ku, ku, kuishi na Wapalestina? Kwa sababu kuna historia imethibitika kwamba Waisraeli hawapo tayari kuishi na Wapalestina mm. Na imethibitika kwamba Wapalestina wanataka nchi nchi yao mm. Umelewa? Na imethibitika kwamba Israeli hawaamini kune Mba, unawatenga ambao sio ambao sio Wayahudi mm. Sawa, okay. Kwamba huu mji wa Yerusalemu, wa Yerusalemu ni mji ambao hautagawanywa mm. Kauli ya Netanyahu inazima ndoto ya Wapalestina mbele ya safari kuja kutambua Yerusalemu mashariki kama ni mji mkuu wao wa taifa lao huru la la Wapalestina. Mbona mm. wa maswali okay, swali lingine, ndani ya ndani ya, ya West Bank kuna walowezi laki tano ambao wanakaa ni kinyume ambao tunasema ni iligo katika sheria za wanatakiwa waondoke. Okay, swali kuuliza ni kwamba okay, hawa hawa Wayahudi watawachia wataondoka katika eneo la ukanda wa kingo magharibi wa West Bank kuachia Wapalestina Aya, unataka Hamas waweze kufanya disami. Wa nini? Wa, wa, waweke silaha chini. Je, Hamas ni watu au Hamas ni itikadi? Miaka 80 walikuwa na Waisraeli walikuwa na wapa hela wa Hamas. Pambane na wa PLO, Palestine Liberation Organization. Aya, juzi kwa sababu wameingia makubaliano na Hamas wanaanza kuwapa hela vikundi vingine mpaka chakula hapa na na Hamas. Kwa kitazama ni kwamba hitimisho ni kwamba wa Palestina na wa Israeli tayari yeah, kuishi kwa kwa pamoja na hawa na Waisraeli kwa sababu wao wanaamini kwamba sisi hatuna sehemu ya kwenda, yani sisi pendo tumenyanyaswa huko kwenye Holocaust, Hitler alituua milioni sita, si milioni saba. Hatuna hatuna pa kwenda, kwa hapa sisi ni kwetu. Hatoi majibu ya hayo makubaliano maarufu ambayo yalikuwa yanapeleka amani Mashariki ya Kati mm. yalikuwa ni makubaliano mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu mm. na tisini na tano yanaitwa Oslo Accord. makubaliano ya Oslo ambayo yalifanyika katika nchi ya Norway mm. yale makubaliano bwana, bwana Mtei ndio alianzisha hiki kinachoitwa Mandate of Palestine, mamlaka ya Wapalestina mm. ambapo PA unajua Palestina ilikuwa ilizikuwa ni harakati, walifanya PLO, wakafukuzwa kule Nakba mwaka arobaini na saba kwa hiyo walikuwa wanaangaika Wameenda West Bank, wameenda kule ukanda wa Gaza, mwaka 90, mwaka 93 alikuwa Rais wa Marekani Bill Clinton akawakutanisha Yasser Arafat na Isaac Rabin, jamani, wakaitana kwa mara ya kwanza. Wapalestina wakaitambua Israeli, wakabadilishana wafungwa. Isaac Rabin akasema jamani, kuanzia leo hii Waisraeli tutaishi kwa amani na Wapalestina Sawa, mm. Wakaanzisha mandate of Palestine kama ni local authority, kama, kama ni mamlaka ya mji kutazama, ambayo inaongozwa na huyu Isaac Rabin. Akudumu miaka miwili, wakampiga risasi, wakamuua. Wale muone ni nani? Wayahudi wenyewe. Wakasema kwamba wewe unatusaliti yale leo hii kusema sisi kwamba tunaishi pamoja na wa Palestina. Na yule Rabin, wakaja wakampa tuzo ya Nobel. Mm. Sawa, wakasema ah, umepapa tuzo ya Nobel, wewe unatusaliti. Nani alimuua? Ni chama cha Likud sawa na wale Wayahudi wenye msimamo mkali, haya wametoka hapo mwaka miaka miaka sita baadaye. Kuna kiongozi alikoitwa Ariel Sharon akachukua akachukua akachukua, uh, akachukua wanajeshi wa IDF akachukua paka na mbwa akaingia kwenye maeneo matakatifu ya Waislamu mm. kama kwa provoke, ikatokea second intifada. Na kila vita ya Israeli na Palestina ilipopigana, mipaka ya Wayahudi iliongezeka mm. Yaani kila walivyopigana umeona hii vita ya Gaza hii mipaka inaenda kuongezeka, ni katika eneo ambayo unalimiliki una wata, watatanua mi? mipaka mwanzo, kwa sababu kuna sensa ilifanyika mwaka 1920 Wayahudi walikuwa ni asilimia Wayahudi asilimia nane mm. Wapalestina wa, wa walikuwa ni asilimia sabini na nane wa, wa, wa, wa, wa Palestina sawa jamii mm. nyingine hizo, wa Kristo si asilimia kama kama 12 kama asilimia tisa. Hebu angalia, walikaribishwa kama, kama wakulima, walikaribishwa kama, kama, kama wawekezaji, kama watu ambao wanakuja kuiji, mm. lakini kuna vita ya kwanza ya mwaka unasema vita ya uhuru ya mwaka 1948 ya ya ambayo iliongozwa na mtu anaitwa David Bedigulioni, ambao anamtaja kama ni baba wa taifa lao la Israeli, ambaye yeye tarehe kumi na nne mwezi wa tano alitangaza taifa la, la Kiyahudi baada ya vita sawa, ikatokea vita kubwa sana kati ya mataifa, ma, mataifa matano: Sudani, Syria, Egypt, Jordan, kipigine inaitwa Transjordan. mm. mm. Mipaka ya Israeli ikaongezeka ambapo kule mkataba wa 47 walipewa asilimia 55 wa Arabu 45. ikatokea mauaji Nakba wa 48. Nakba maana ni catastrophe, yani wa Palestina laki nane walikimbia makazi yao. Hawa ambao unaona unaishi Gaza leo hii. Hawa ni vitukuu na vilembwe wa Nakba kwao wengi wakakimbilia kune Gaza sawa, Gaza Strip, wengi wakakimbia West Bank. Vita ya siku sita, Wayahudi wakachukua 80% ya nchi ambayo ni Palestina haya, hmm. Vita ya mwaka 73 wakachukua Palestina yote hii. Gaza wamerudisha mwaka 2007, walikuwa na ikalia wenyewe, wakaamua kuondoka. Sasa inaonekana kabisa kwamba hmm. mipaka, mipaka ya, ya Wayahudi inaongezeka kila vita inapopigana kwao, hata hii inahitaji au haya ni makubaliano ya mchongo, na mimi naamini haya makubaliano mjomba hayadumu hata mwezi mmoja kwa sababu Wayahudi wa hawapo tayari kuishi na Wapalestina, wanaamini kwamba Sinai ni wakwao. Na Trump alimwambia alimwambia King Abdullah wa pili bwana, mm. chukua Wapalestina laki tano, wewe Misri, chukua laki saba. Yani wagawane hizi ya, anchi ya Kiarabu. Sasa hawa watu ambao wanaishi kwenye Gaza hawataki kuachia nchi yao ndio maana hebu fikiria um, vita imeisha, wanarudi Gaza. Gaza ukiangalia, wanarudi wapi? Magofu ukiyatazama, miji hakuna. Sasa hata vyombo vya habari ambavyo vinaripoti au akina Steve Witkoff au akina Jared Kushner <transcriptyunsarse> mm. hawa wote wanajaribu tu ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kudogodesha zile jamii za kimataifa, kwa sababu sasa hivi wayahudi wamekuwa hawapendwi Ulaya kwa sababu yale mauaji yao. mm. na wanasema kwamba kwamba nyiwe, sisi tuliwaunga mkono kipindi Hitler anawaua kwa sababu of course Hitler aliwaua wakawa na kimbia wakakimbia Ukraini, Poland kule makambi. Lakini nyie mbona ambao sisi tuliwatetea karne ya kumi na tisa leo mnapelekea mauji kwa Wapalestina mona? mm. Kwao sasa, kutazama tafiti nyingi zimeonyesha kabisa kwamba hawa Wayahudi kwanza, hiyo kujiita Jewish state kwanza ni ubaguzi cha kwanza. mm. Ukisema Jewish state, maana ni kwamba watu ambao sio Wayahudi hawatakii kukaa sawa inaitwa Israeli. Israeli imeanzishwa mwaka 1948 tarehe 14 mwezi wa 5. David Ben-Gurion ambaye mwanzo alikuwa na kikundi kinaitwa Hagana. Hagana kwa kikundi ambacho Wakasema, yani, kwa sababu yeye yule yule David Ben-Gurion yule, yule, of course alikuwa ni Myahudi wa Ashkenazi, akasoma Kihebru akajifunza Kihebru, akasema, jamani, hii ndio nchi yetu ambayo sisi tumepewa, sawa, kwa wakaanzisha mipango na harakati za kuja kuanzisha taifa la, taifa la Wayahudi. Cha kwa, kwanza, vilevile hapa Waarabu nao wamekosea, wame, wame, wame kuchanga kwa sababu kuna vita zote ambazo walipigana na, na Wayahudi Uhum. Walipigwa na wao kutazama hawa Wayahudi wale walikuwa wana nguvu kama miaka 48, walikuwa ni wadhaifu, walikuwa ni wa, ni wa. Kwa hiyo mimi naamini hawa kina Steve Witkoff Trump, apo ashitaka ni, ni kupata tuzo yake Nobeli, akiondoka apate amani. Na juzi anasema yeye kwamba kwamba haya makubaliano <laughs> bado yana nguvu, lakini hey, kwa kweli kuna fridi wa Palestina bado wanakufa, wana, wanakufa. Nimeona wana kauli ya waziri wa masuala ya usalama wa Israel Itamar Ben Gvir ambaye anasisitiza kwamba pamoja na yote, naendelea lengo letu ni kuisambaratisha Hamas. Hamas. Eh, <laughs> hebu <laughs> angalia. <laughs> Sisi tuondoke bana, tukirudi hapa itakuwa ni muda wa wino mzito. Endelea kutuandikia maoni kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube, nitakuja kuyasoma vizuri kabisa. 0683 820966 unaweza pia na huko kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Isikiliza live redioni, mitandaoni, na kwenye si